Naomba nikuulize swali ambalo litaweza kubadilisha maisha yako, na topic hii itakuja kwenye topic au kwenye uh, eneo la personal development, yani maendeleo binafsi. Na leo nakuuliza swali ambalo wengi wanapenda kuliuliza. Je, unataka kutoboa kwenye maisha? Je, unataka kupiga hatua zaidi ya ulipo kwenye maisha? Je, unataka maisha yako yabadilike kwa ukubwa? Kama swali ni ndio, Leo si nitakupa kanuni na vitu vingine hapana. Leo nitakupa vitu ambavyo unahitaji kuwa tayari kwao, yaani utayari unaouhitaji ili kuweza kutoboa kwenye maisha. Unahitaji utayari ufuatao, you need the following readiness, ili uweze kutoboa kwenye maisha. Unahitaji kuwa tayari kwenye maeneo yafuatayo, ili maisha yako yaweze kubadilika, ili uweze kutoboa kwenye maisha. Pamoja na kwamba kuna kanuni, kuna mbinu, utaambiwa hichi, utaambiwa kile, umesoma vitu vingi kwenye namna ya wewe kuweza kutoboa kwenye maisha, hivyo vyote ni vya kweli, lakini naomba nikwambie, kama upande wako wewe mwenyewe hujajiandaa kwenye utayari, kwenye kuwa redi, kwenye kuwa tayari, utasubiri pamoja na noleji zote za vitu vya kufanya na maarifa na kila kitu na kuaminiwa na kila kitu, if you're not ready in the following areas hutoweza kutoboa. Eneo la kwanza skills readiness, au utayari wa, u, wa kiujuzi. Utayari wa kiujuzi, skills readiness. Ni kwa kiasi gani umejiandaa? Ni kwa kiasi gani umejipanga? Ni kwa kiasi gani uko tayari kiujuzi? vitu vipi unavifahamu? Vitu vipi unajua? Unajua kufanya nini? Una ujuzi upi kwenye maisha yako? Kuna somo nimewahi kuzungumza hapa, litafute, linaitwa mambo ya kuyaelewa kabla ya kufika miaka 25 na mambo ya kufanya kabla hujafika miaka 25. Tafuta hizo topic mbili, utakuja kugundua kabla ya miaka 25 ni miaka ambayo unatakiwa uanze kutengeneza ujuzi angalau huwe na ujuzi wa mwanzo mwanzo kwenye maisha yako. Watu wanaweza kuajirika au kupewa kazi ya kufanya kazi nzuri, mara nyingi uwa ni wale ambao wametengeneza ujuzi mwingi mpaka wanafika miaka 25. Bahati mbaya unaweza kukuta huna ujuzi wowote na una miaka zaidi ya 25 una au una ujuzi mchache sana ambao hauwezi kukufanya ukawa competitive. Jiandae kwenye kuwa tayari kiujuzi. Chochote ambacho unafikiri kinaweza kikauzika kijue. Chochote unachofikiri kinaweza kikanunulika kijue. Chochote unachofikiri kinaweza kikakutoa kijue. Ujuzi unaweza kupata kwa kusomea, ujuzi unaweza kupata kwa kujifunza pasipo formal education au karikula, ujuzi unaweza kuupata kwa kuiga watu wengine wanafanyaje, ujuzi unaweza kupata online ujuzi unaweza kupata kwa kujitolea. Jifunze, ongeza mipaka yako ya kufahamu mambo mengi, ili ujuzi wako uweze ku, kuongezeka. skills are needed. Kitu cha pili ambacho kinaweza, utayari wa pili unaweza kukusaidia ni utayari wa kimahusiano, tunaita relationship readiness. ni kwa kiasi gani umejiandaa kuwa na network iliyo bora ni kwa kiasi gani umejiandaa kuwa na watu wanaokuzunguka walio bora katika wewe kutekof, kufanikiwa. Ni kwa kiasi gani umejiandaa kuwa na mahusiano na watu ambao wanaweza wakawa divine helpers wako au divine connectors wako au vision funders wako au vision supporters wako. Umejiandaa kiasi gani? au unajuana na watu ambao ni mbulula tu, hawana chochote kwenye maisha, hawakuwezi kukupeleka kokote kwenye maisha, hawawezi kukusaidia chochote kwenye maisha. Hapana, pamoja na kwamba ni vizuri kuwa na watu unaowasaidia wewe, ni vizuri kuwa na utayari wa watu ambao unahusiana nao, wanaweza wakakusaidia kitu, wakakufundisha kitu, wakakukonekti mahali, wakakupeleka kwa mtu fulani. Angalia topic nilizofundisha kuhusu watu unaowahitaji wahitaji maishani. Tafuta topic ambayo nimezungumza kuhusu watu ambao unahitaji kujizungushia maishani, tafuta andika, Chris Mauki Network, Chris Mauki relationship. Umejiandaa kiasi gani kwenye kimahusiano? Na huku kwenye maandalizi ya kimahusiano ndiko ambako watu wengine wanapata wake zao, wanapata waume zao, wanapata wachumba wao. Relationship, umejiandaa kwa kiasi gani na kwenye kujiandaa kimahusiano? Utayari wa kimahusiano unatokana na karakta tabia ulizo nazo, zinakusaidia kupata watu au zinakusaidia kufukuza watu ulionao. Utayari namba tatu ni utayari wa kihisia emotional readiness. Je, umejiandaa kwa kiasi gani kihisia kufanikiwa? umejiandaa kiasi gani kihisia kupaa au kupiga hatua kimaisha. Naomba nikwambie, mtu aliyejiandaa kihisia ili kufanikiwa halumbani na watu ovyo, hamwoni kila mtu ni adui yake, hagombani na watu ovyo akifikiri wote wanamloga. Haangaiki na watu wanaomchukia, anaangaika na watu wanaompenda, kwa sababu wanaomchukia hawana kitu sana kwenye maisha yake, bali wanaompenda. Mtu aliyejiandaa kihisia kuweza ku kuweza kutoboa, hana huzuni wakati wote, hajioni ameshindwa wakati wote, hana lawama wakati wote, kwa sababu amejiandaa. Anajua kabisa pamoja na safari yangu kuwa njema ya kimaisha, ntachukiwa, ntatengwa, ntasemwa, ntasingiziwa, ntapingwa, lakini alichokiandaa ndani yake kihisia kina uthabiti kuliko mawimbi ya nje sawe. Kila siku wananchukia kila siku hawanipendi, kila siku sijui nitafanya nini, hawanikubali. Oh, unataka uh, uh, uh, uh, wakukubali ili nini? Mwenye vision kubwa, watu wengi hawamkubali mwanzoni, hukubaliki. Unapinga oh, hawanielewi. Unataka kueleweka na nani? Ili nini? Hujajiandaa kihisia bado. Ukijiandaa kihisia, if you are emotionally ready my friend you will be more stronger. Utatengeneza ngozi ya mamba, utatengeneza ngozi ya mamba nje, ili upingane na hisia maumivu za watu kusemwa, kwa sababu unaona vision unakoenda. Na utayari namba nne, utayari wa mwisho ni utayari wa kimabadiliko, change readiness, utayari wa kubadilika. Kama unataka kutoboa kwenye maisha, hakikisha umejipanga kwenye utayari wa kubadilika. Kuwa tayari kubadilisha tabia zako, kuwa tayari kubadilisha marafiki zako ambao sio wazuri kwenye maendeleo yako, kuwa tayari kubadilisha imani yako kama inakinzana na mafanikio yako, kuwa tayari kubadilisha misimamo yako kama inakinzana na ndoto yako ya mafanikio. Kuwa tayari kubadilisha unakoishi, kwa sababu utalazimika kutoka unakoishi. Abrahamu akaambiwa, ondoka uende katika mji nitakaokuambia, katika nchi nitakayokuambia. Uwe tayari kubadilisha vitu ambavyo unaviamini vitu ambavyo unavipenda. Unapenda sana kulala, uwe tayari kubadilika. Unapenda sana eh, holiday. Unapenda sana kupumzika. Unapenda sana ku, kulala tu wewe, ni kupu, bata. Unapenda sana bata. A, a, a, a, a, a, unataka kutoboa uwe tayari kubadilika, uwe tayari kwenda zaidi ya mipaka yako, readiness. Utayari wa kubadilika mpaka wakati mwingine. Mi naitwa Dr. Chris Mauki.